Jery Online TV, ni mavuno ya pilipili ho. Unaiona pilipili ho ni kubwa na ni nzuri ya yeah. Ndio maana nasema usisite kusubscribe kwenye channel yangu ya Jery Online TV ili uzidi kupata madini kila siku uzidi kupata madini kila siku ya kilimo cha mboga za majani na kilimo cha mboga mboga pamoja na ufugaji wa mifugo mbalimbali kama kuku ya yeah, na ufugaji wa mifugo mingine zaidi kadri utakavyokuwa tunazidi kupata nafasi, Mungu anazidi kutupa neema na muda na wakati tutakuwa tunazidi kutoa madini mbalimbali mbali. Tutakuwa tunazidi kutoa madini mbalimbali mbali. Ya yatakaweza kusaidia wewe kama kijana, wewe kama mpambanaji, wewe kama mjasiriamali kuweza kupata manufaa kupitia kwenye kilimo cha mboga za majani na mboga mboga. Kwa hiyo sita kusubscribe kwa channel yangu Jerry Online TV, kama tuja subscribe kwa channel yangu, unaweza uka ingia YouTube kwenye simu yako, hapo kaandika Jerry Online TV kwa herufi kubwa Jerry Online TV, ukimaliza utaona akaunti yangu itatokeza hapo kwenye screen yako, then utasubscribe, utabonyeza hicho kibatani chekundu. Ukimaliza kubonyeza kibatani chekundu, utabonyeza kikengere, alama ya kengere, utachagua all ili video yoyote ile nitakayokuwa kuwa na upload kwenye akaunti yangu utakuwa unaiona moja kwa moja na ukisha iona utaweza kuiview na kuweza kupata madini. Ndio maana nasema usikae mbali kwenye channel yangu, usikae mbali ndugu yangu, usikae mbali wewe, unaye sub unaye view bila kusubscribe, usikae mbali, subscribe ili tuende sambamba, ili uzidi kupata manufaa, uzidi kupata manufaa makubwa kupitia channel yangu ya Jerry Online TV. Wale wote ambao wamejanunua soft copy ya kitabu changu cha kilimo cha mboga za majani kibiashara, soft copy iko tayari, ishakamilika. Kwa hiyo unaweza ukanitafuta WhatsApp unaweza ukanicheki WhatsApp kwa nje kwa namba ya 0742543491 then ukatuma hiyo pesa, nikakutumia soft copy yako ya kitabu changu cha je, cha kilimo cha mboga za majani kibiashara. Mbarikiwe sana, tuko pamoja, tutazidi kupata updates mbalimbali mbali. Site kuwatch video mbalimbali nilizokwisha upload kuhusiana na ufugaji wa kuku, kilimo cha mchicha, kilimo cha spinach lakini pia kilimo cha msusa nimesha view nimesha upload video zote hizo, ufugaji wa kuku wa broiler nimesha upload hizo video, lakini pia kilimo cha nyanya. Sasa ni kilimo cha pilipilihoho, muda wake umefika, tukao tumesubiri kwa muda, lakini muda wake ndo umefika na umewadia. Kwa ndugu yangu, karibu sana kwenye channel yangu, share video zangu kwa ndugu jamaa na marafiki zaidi kwenye mitandao ya kijamii, ili tuzidi kuwafikia watu wengi zaidi, wazidi kuelimika, wazidi kupata maarifa, kile ninachokijua ni muhimu nikishirikisha na wewe ndugu yangu, sababu dunia tunayoishi ni dunia ambayo tunabidi tuinuane, tusaidiane kwa namna moja ama nyingine, na mtu anayejitolea kupa maarifa ni mtu ambaye anakupenda sana. Kwa hiyo tuzidi kuwa pamoja, asanteni, mbarikiwe na Bwana.